Hii Kamati ya mipango na fedha ya halmashauri ya Chemba ilikuwa na ziara ya ukaguzi wa miradi katika robo ya tatu, ziara ambayo imetupeleka katika miradi mbalimbali, ikiwemo mradi wa choo katika shule ya msingi Mondo ambao unajengwa kwa mpango wa SWASH, pia mradi mwingine wa vyoo kwenye shule ya msingi Pongai, lakini pia tumekuja kwenye mradi wa madarasa shule ya shule sekondari shule mpya ya sekondari ya Kata ya Kidoka, kwa maana ya Pangalua, na kuna mradi mwingine wa shule sekondari ya Chemba. Kwa kifupi tumeona miradi, tumeziona changamoto na tumetoa maelekezo mbalimbali ili kufanikisha miradi hii. Kwa vile lengo la Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuleta hizi fedha nyingi kwetu sisi wananchi wa Chemba ni kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma. Sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunasimamia thamani ya fedha iliyoletwa kuhakikisha miradi inakamilika kwa wakati, lakini katika ubora na vilevile vile, ili wananchi waweze kupata huduma. Tumetoa maelekezo mbalimbali ikiwemo mbali, kwa maafisa manunuzi, kwa wasimamizi wengine kuhakikisha wanacheza kama timu, ili sitokee mradi ukakwama kwa vifaa kuto kufika site, au mradi wa kukwama kwa mtu kuto kulipwa na mambo mengine mengi. Lakini kikubwa la mwisho wa siku, lengo la mheshimiwa rais ni kutaka watu wapate huduma. Watapateje huduma? Lazima sisi kama viongozi wenye dhamana kwa wakati huu tusimamie kwa nia dhati kabisa ili miradi ikamilike na wananchi waweze kupata huduma. Ninachotaka nyingine ambayo nataka nizungumze kwa kifupi, tumeona changamoto ya mfumo mpya wa manunuzi kwa maana ya NeST. nimeona kila mradi changamoto ni NeST. Niombe tu wataalamu wangu wa manunuzi pamoja na idara husika, kwa maana ya user department, kwa maana idara za elimu na idara nyingine ambazo miradi ina nyingi imeenda swala la nesti kwa sababu ni mfumo ambao umeletwa kwa ajili ya kucentralize na kurahisisha manunuzi yote, isiwe changamoto ya kuwakamisha wananchi wapate huduma. Maelekezo yalishatolewa pale inapotokea kuna eneo mafundi labda wale loko fundi, kwa maana mafundi wa mtaani hawako kwenye mfumo wa baadhi ya wazabuni kwenye maeneo ya vijijini hawajaanza kutumia mfumo, yako maelekezo yalishatolewa na serikali na wataalamu wetu, na tumemwelekeza mkurugenzi mtendaji akae na wataalamu awaelekeze ili isitokee sababu ya mfumo kukwamisha kazi za mheshimiwa rais kufanyika kwa wakati. Na hasahsa, nitoe salamu za pekee kwa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi ambaye ni Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kwamba kazi yake iliyotukuka kwa huu muda wa miaka minne, hakuna wakati ambapo tulipeleka mapendekezo ya kuomba fedha tukazikosa, fedha zote zimekuja hivi ninavyoongea. Wiki hii tumepokea bilioni moja pointi sita kwa ajili ya kumalizia maboma na kujenga vituo vipya vya afya viwili kwenye halmashauri yetu. Sisi hatuna deni, yani mama hatumdai, ila yeye ana deni na sisi, na huu ni mwaka wa uchaguzi, na wasii wa Tanzania wenzangu, tushiriki uchaguzi, tujiandikishe na kuboresha taarifa zetu, ili ikifika Oktoba tukamuheshimishe Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kumpa kura za kishindo, ili aone kweli sisi ni watu waungwana. Na tumeweza kupokea kile alichotupa kwa kumshukuru kwa kumpa kura. Shukurani pekee tunaweza kumpa sio maneno kama ninayozungumza, sio vigelegele, sio kucheza ngoma, sio kufanya chochote, ni kumheshimisha kwa kumpa kura za kishindo. Samia mitano tena. Leo tume, tumefanikiwa kutembelea baadhi ya miradi ambayo inatekelezwa kwenye halmashauri yetu. Tulianza na mradi wa ujenzi wa vyoo vya shule ya msingi Daki ambao tumepata fedha kutoka SWASH. Tunashukuru Mungu tumekuta hatua nzuri. Tumekuta changamoto ni ndogo ndogo sana hasa ambazo zina zi, zina tunasumbuliwa na mfumo kwa maana mfumo wa manunuzi ya nesti. Lakini tunashukuru tumetoa maelekezo kwamba ikiwezekana manunuzi yafanyike kwa wakati mmoja tunapoanza mradi. Lakini pia tumekuja shule ya msingi Pongai tulikuwa na mradi wa ujenzi wa vyoo matundu 12. Tuliwapa fedha mapato ya ndani. Tunashukuru kwamba pale pia hatua inaenda vizuri vyo vya wasichana vimekamilika ila bado vyo vya wavulana ambavyo tunadhani baada ya mwezi huu tunatarajia watakuwa wamekamilisha. Kwa hiyo tunawashukuru pia wananchi wa Pongai kwamba wamejitolea kwa, wame kwa, kwa sehemu kubwa, na sasa kazi inaenda inaenda kuisha. Lakini sasa tumemalizia na ujenzi wa shule ya sekondari ya Kata ya Kidoka, ambapo hapa tulipata hela kutoka SEQUIP, milioni mia, na tunashukuru Mungu kwamba leo tumeona kazi inaenda vizuri tumekuta changamoto ndogo sana ambayo ipo kwa jamii kwamba wanatakiwa wakamilishe michango mm, yao kwa ajili ya umaliziaji wa vyoo, lakini kazi ni nzuri na tumetoa maelekezo kwamba ikiwezekana mapema iwezekanavyo, wiki hili basi, huyo huyo huyo ambaye alipewa kandarasi ya kuleta samani hapa aya maleta, ili walau sasa tuone tunaanza kuangaikia usajili. Sasa mimi niwapongeze viongozi wote wa halmashauri kuanzia mheshimiwa DC mkurugenzi, afisa sekondari wa wilaya, mwenyekiti wa halmashauri pamoja na wajumbe wote wa kamati ya mipango na fedha ambao mmewasili katika kijiji chetu hiki. Nafahamu ilikuwa ni kazi nzito ambayo ilikuwa inahitaji uadilifu, busara na hekima, na vyote hivyo kwa pamoja vilitumika na mpaka mnavyoona mafanikio tuliyokuwa nayo haya ni mahusiano mema kati ya viongozi wetu na viongozi wa vijiji pamoja na kata mpaka tukafikia malengo hapa tulipofikia. Mimi niwapongeze kwa hapa tulipofikia, na tuendelee kushirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunatengeneza shule ambayo ni shule sanifu. Shule sanifu ni shule yenye ushirikiano jamii yote iliyotuzunguka katika maeneo yetu sisi, hiyo ndio inaitwa shule sanifu. Nimshukuru mama Samia Suluhu Hassan ambaye ni daktari rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ametuletea fedha hizi na sisi tukanufaika nazo, na sisi tutaendelea kumuunga mkono, pawe kwa shida na raha tutakuwa pamoja, hata kochozi la damu tutakuwa pamoja. ni washukuru wajumbe wote wa kamati ya fedha, dada yangu bato Amen. Agnesi na wengine mliopo na mwalimu mkuu wa shule mama. ni washukuru wajumbe wote kwa jitihada zenu na kutumia muda wenu, muda huu, wa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Watu wengine wanaanza kuwaza tu uchaguzi bila kufuatilia kuangalia miradi walioifa wa, lakini ninyi kwa jitihada zenu na kwa hekima yenu kubwa kabisa mmeweza kuteua mipango yenu kuiweka chini, mkaanza kuitembelea miradi yote ambayo ninyi mumeisimamia kuanzia mwanzo, hili lazima mimi niwapongeze sana. Pia nimpongeze rais wetu wa jamhuri ya muungano kutupa fursa ya fedha hizi sisi, kwani ni wakina nani? Ni kipenzi wetu wa chama cha Mapinduzi, rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania tunamshukuru sana. Ngoni nyinyi, sina mengi jamani, nawapongeza ninyi tu ambao tumeshirikiana kwa pamoja, kwanza wa Mheshimiwa rais aliyotoa hizi hela zote. Mungu amjalie popote alipo, nafanya hata magau sivyo, vifiko kule itapigwa tu na sanya, itatikua, tuna hii maendeleo na hii leta nyingi hivi